Kitabu cha Yeremia sura ya tatu na ya nne, ndio kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu so Kristo. Karibuni sana wapendwa wa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa biblia kwa njia ya sauti. Naitwa Mwalimu Petro, nawakaribisha watu wa Mungu, tunaendelea kusoma kitabu cha Yeremia. Ninaomba uweze kuandaa biblia yako. Karibu ili tutakaposali tuanze kusoma kwa pamoja. Tusali. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya upendo wako na uaminifu wako ambao Baba unatuwezesha kukutana watoto wako kwa ajili ya kusoma neno lako takatifu. Tunaamini Mungu uko upande wetu, na Mungu ukiwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu, Tunaomba uweze kuja mahali hapa, Roho Bwana karibu tusimamie, ili sote tuweze kusoma neno la Mungu na sote tupate kulielewa, na hekima yako ipate kutujenga, ili tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Watu wa Mungu karibuni sana, kila mmoja aweze kuweka Biblia yake karibu. Kumbuka ni kitabu cha Yeremia sura ya tatu na ya nne, mlango wa tatu. Watu husema Mtu akimwacha mkewe, naye akienda zake, akawa mke wa mtu mwingine, je, mtu huyo atamrudia tena? Je, nchi hiyo haitatiwa unajisi? lakini wewe umefanya mambo ya ukahaba na wapenzi wengi, nawe je, utanirudia mimi? asema Bwana. Inua macho yako ukavitazame vilele vya milima, ukaone pawapi mahali ambapo hawakulala nawe kando ya njia umeketi ili kuangojea kama vile Mwarabu jangwani. Nawe umeitia nchi unajisi kwa ukahaba wako na uovu wako. Kwa sababu hiyo, manyunyu yamezuiliwa, wala hapakuwa na mvua ya vuli. Hata hivyo, ulikuwa na kipaji cha uso cha kahaba, ulikataa kutahayarika. Je, tokea wakati huu hutanililia e, Baba yangu, wewe ukiongozi wa ujana wangu, je Ataishika hasira yake hata milele? Ataishika hata mwisho? Tazama, umesema hivyo, bali umetenda mambo mabaya, umefuata njia yako mwenyewe. Tena Bwana akaniambia siku za mfalme Yosia, je, umeyaona aliyotenda Israeli mwenye kuasi? Amepanda juu ya kila mlima mrefu akafanya huko mambo ya ukahaba, tena chini ya kila mti wenye majani mabichi nami nalisema baada yeye kuyatenda hayo yote, atanirudia mimi; lakini hakurudi na dada yake Yuda mwenye hiana akayaona hayo. Nami nikaona wakati nilipokuwa nimemwacha Israeli mwenye kuasi nikampa hati ya talaka, kwa sababu hiyo ya kuzini, dada yake Yuda mwenye hiana hakufanya hofu, bali yeye naye akaenda akafanya mambo ya ukahaba, hata ikawa kwa sababu alikuwa mwepesi wa kufanya ukahaba, nchi ikatiwa unajisi, naye akazini na mawe na miti. Na pamoja na hayo yote, dada yake Yuda mwenye hiana hajanirudia mimi kwa moyo wake wote, bali kwa unafiki, asema Bwana. Bwana akaniambia, Israeli mwenye kuasi amejionyesha kuwa mwenye haki kuliko Yuda mwenye hiana. Enenda ukatangaze maneno haya kuelekea upande wa kaskazini, ukaseme Rudi, e Israeli mwenye kuasi, asema Bwana; sitakutazama kwa hasira, maana mimi ni mwenye rehema, asema Bwana; sitashika hasira hata milele. Ungama uovu wako tu, ya kwamba umemwasi Bwana Mungu wako, na njia zako zimekuwa nyingi kwaendea wageni chini ya kila mti wenye majani mabichi, wala hamkuitii sauti yangu, asema Bwana. Rudini enyi watoto wenye kuasi asema Bwana, maana mimi ni mume wenu; nami nitatoa mtu mmoja wa mji mmoja na wawili wa jamaa moja, nami nitawaleta hata Sayuni, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Kisha itakuwa mtakapoongezeka na kuwa wengi katika nchi hiyo, asema Bwana, siku zile hawatasema tena sanduku la agano la Bwana, wala halitaingia moyoni wala hawatalikumbuka wala hawatalizuru wala hayatafanyika hayo tena. Wakati ule watawita Yerusalemu kiti cha enzi cha Bwana, na mataifa yote watakusanyika huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana, wala hawatakwenda tena kwa ukaidi wa moyo wao mbaya. Siku zile nyumba ya Yuda watakwenda pamoja na nyumba ya Israeli, nao watakuja pamoja kutoka nchi ya kaskazini mpaka nchi ile niliyowapa baba zenu iwe urithi wao. Lakini mimi nalisema, nitawezaje kukuweka pamoja na watoto na kukupa nchi ipendezayo, urithi ulio mwema wa mataifa? Nami nikasema mtaniita baba yangu, wala hamtageuka na kuacha kunifuata. Hakika kama vile mke amwachavyo mumewe kwa hiana ndivyo mlivyonitenda mimi kwa hiana, eye nyumba ya Israeli, asema Bwana. Sauti inasikiwa juu ya vilele vya milima, ni kulia kwao na maombi yao wana wa Israeli, kwa kuwa wameipotosha njia yao, wamemsahau Bwana Mungu wao. Rudini enyi watoto waasi, mimi nitawaponya maasi yenu. Tazama tumekuja kwako, maana wewe ubwana Mungu wetu. Ni kweli, msaada haufai unaotazamiwa kutoka milimani, makutano yenye mshindo juu ya milima ni kweli, wokovu wa Israeli ni katika Bwana Mungu wetu. Lakini kitu cha aibu kimeila kazi ya baba zetu tokea ujana wetu, makundi yao ya kondoo na ng'ombe wana wao na binti zao. Na tulale kwa aibu yetu, haya yetu na itufunike, kwa maana tumemwasi Bwana Mungu wetu, sisi na baba zetu, tangu ujana wetu hata leo, wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu. Mlango wa nne. Kama ukitaka kurudi e, Israeli, asema Bwana, utanirudia mimi; na kama ukitaka kuyaondoa machukizo yako yasiwe mbele ya macho yangu, ndipo hutaondolewa nawe; utaapa hivi, kama Bwana aishivyo, katika kweli, na katika hukumu, na katika haki; ndipo mataifa watajibariki katika yeye, nao watajitukuza katika yeye. Maana Bwana awaambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Jitahirini kwa Bwana, mkaziondoe gofi za mioyo yenu, enyi watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, ghadhabu yangu isije ikatoka kama moto, ikawa hata mtu asiweze kuizima kwa sababu ya uovu wa matendo yenu. Tangazeni katika Yuda, hubirini katika Yerusalemu, na kusema Pigeni baragumu katika nchi pigeni kelele sana na kusema jikusanyeni pamoja, tukaingie katika miji yenye boma. Twekeni bendera kuelekea Sayuni, kimbieni mpate kuwa salama, msikawie; kwa maana nitaleta mabaya toka kaskazini na maangamivu makuu. Simba ametoka katika kichaka chake, ndiye aangamizaye mataifa; ameanza kushika njia, ametoka katika mahali pake ili aifanye nchi yako kuwa ukiwa miji yako ifanywe maganjo, asibaki mwenyeji ndani yake. Kwa sababu hiyo, jifungeni nguo za magunia, ombolezeni na kulia kwa uchungu, kwa maana hasira kali ya Bwana haikugeuka na kutuacha na. Katika siku hiyo itakuwa, asema Bwana, moyo wa mfalme utapotea na moyo wa wakuu wake, na makuhani watastaajabu na manabii watashangaa. Nami nikasema ah, Bwana Mungu, hakika umewadanganya sana watu hawa na Yerusalemu, ukisema, mtakuwa na amani; lakini upanga umeingia katika nafsi za watu. Wakati ule watu hawa na Yerusalemu wataambiwa neno hili, upepo wa moto utokao katika vilele vya nyikani visivyo na miti ukimwelekea binti ya watu wangu, hauwi upepo wa kupepeta wala upepo wa kutakasa; ni upepo wa nguvu kuliko hizo utakaokuja kwa ajili yangu. Sasa mimi nitatoa hukumu juu yao. Tazama, atapanda juu kama mawingu, na magari yake ya vita yatakuwa kama kisulisuli; farasi zake ni wepesi kuliko tai. Ole wetu, kwa sababu tumeharibika. E Yerusalemu, ioshe moyo wako usiwe na uovu, upate kuokoka. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? maana sauti yatangaza habari toka Dani, yahubiri uovu toka vilima vya Efraimu. Wapasheni mataifa habari, angalieni, hubirini juu ya Yerusalemu, ya kwamba walinzi wanatoka katika nchi ya mbali, wanatoa sauti yao juu ya miji ya Yuda. Kama watu walinda ushamba wameuzunguka wa uhusuru, kwa sababu ameniasi mimi, asema Bwana. Njia yako na matendo yako yamekupatia haya. Huu ndio uovu wako, kwa maana ni uchungu; hakika unafikilia hata moyo wako. Mtima wangu, mtima wangu! Naumwa katika moyo wangu wa ndani, moyo wangu umefadhaika ndani yangu, siwezi kunyamaza, kwa sababu umesikia, e nafsi yangu, sauti ya tarumbeta, mshindo wa vita. Uangamivu baada ya uangamivu umetangazwa, kwa maana nchi yote imeharibika hema zangu zimetekwa nyara ghafula, na mapazia yangu katika dakika moja. Niione bendera hata lini na kuisikia sauti ya tarumbeta? Kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui; ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu; ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Naliiangalia nchi na tazama, ilikuwa ukiwa, haina watu Naliziangalia mbingu nazo, zilikuwa hazina nuru. Naliiangalia milima na tazama, ilitetemeka na milima yote ilisogea huko na huko. Nikaangalia na tazama, hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Nikaangalia na tazama, shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana na mbele za hasira yake kali. Maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa, lakini sitaikomesha kabisa. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza, na mbingu zitakuwa nyeusi, kwa sababu mimi nimeyanena haya na kuyakusudia, wala sikujuta, wala mimi sitarudi nyuma ni yaache. Mji mzima unakimbia kwa sababu ya mshindo wa panda farasi, na wenye pinde wanaingia vichakani. Wanapanda juu ya majabali. Kila mji umeachwa, hapana hata mtu mmoja akaaye ndani yake. Na wewe utakapotekwa, utafanyaje? ujapojivika mavazi mekundu, ujapojipamba mapambo ya dhahabu, ujapojitia wanja machoni, unajifanya kuwa mzuri bure tu. Wapenzi wako wanakudharau, wanakutafuta roho yako. Kwa maana nimesikia sauti kama sauti ya mwanamke wakati wa utungu wake, na sauti yake aumwaye kama mwanamke azae mtoto wake wa kwanza, sauti ya binti Sayuni atwetaye kupata pumzi na kunyosha mikono yake, akisema, ole wangu sasa, kwa maana roho yangu inazimia mbele ya wauaji.